namalizia riyaalu, kisha kuna mukaddima kulihabaramia ndio itakuwa ni kitabu cha mwisho, ili tuendelee na fani nyingine. Sana ao tutaianza mwanzo indohio. Kwa hii ni faslu ukurasa wa 47 kitabu changu mini, darasa ina katika katika, kutokana jamani, na muda na kutokana na hafalati ni nyingi sana, nianzia ufungo sita ufungo saba tanga maudi ni mengi jamani, mwe radhi. Faslun hii ni faslun ambao kitabu chetu ni kitabu la haji. Sasa faslun fi tawafu wa dai. Hii ni faslu tunaelezea tawafu wa dai. Tawafu wa dai wajibu, tawafu wa dai ni wajibu, ala kulli man safara, juu ya kila ambaye amesafiri, mimaka kutoka maka ila watanihi akenda mpaka mjini kwake, ule anapoishi zamani. Tawafu lwadani wajibu, tawafu ya kuaga ni wajibu. Ala kulli man, juu ya kila muislamu ambaye, safara, amesafiri mimaka, maka, kutoka maka, ila watanihi, kishamalizaija pale maka aondoka, tawafu hii ndio ya mwisho pale eh? au ila masafa tilkasri, au anakwenda zake masafa yakupusurwa eh? au ila mahali tariki damun na itapasa kwa kuwacha tawaful wadai mnyama, ala ghairi lmaadho, juu wa yule ambaye hakupewa ungo wajibu utarikihi. Na kutapasa kwa kuwacha tawaful wadai damuni, kutoa mnyama ala ghairi lmaadho, juu a yule ambaye hakupata na ungo wajibu safaru akibahu fawra. Na itapasa safari nyuma yake fauran kwa haraka waajibu safar. Na itapasa safari akibahu nyuma yake fauran kwa haraka. Fa intaahara baadahu, endapo atachelea baadahu, baada, baada tawafu taful wadai maana, ameshaifanya tawafu wadai alafu akataakhari kwa baadhi ya mambo, akawa na kazi kazi pale. Umeelewa? zama na nzama ambazo zaman yasau rakaataini zinakundukia zamaizo rakaa mbili huko pale pale Maka, hujaondoka. Batwala wadauhu, kumebatilika kuwaga kwake. Lazima arudie utoafuli wadai ukimaliza tu kuondoka. Sawa, so, fa intaakhara endapo atachelea baadau, baada baada ya kufanya towafulwadai zamanazama, ambazo ya sau rakaataini zinakundukia rakaa mbili, bakwalada wadauhu kumebatilika kuwaga kwake, ila isipokuwa intaakhara biduai, akichelewa biduai, kutokana na dua baada rakaataihi, baada hizo rakaa zake mbili, wa inda shurbi zamzam, na zamani za kunywa zamzam, sawa ila in taakhara inavua ile hukumu ya kwanza, ila endapo atachelewa di duai, kwa kuleta dua ameshatufutowaful wa dai, lakini aleta dua baada rakaatihi, baada ya rakaa zake mbili, wa inda shurbi zamzam, na zamani za kunywa maji ya zamzam, wa fil multazam au atachelewa akiba ako multazam au taakhara, au alichelewa kuondoka lishughuli safari kwa shughuli za safari labda wanunua begi, wanunua iani kashira izadi, kama kununua ndao, wanunua zawadi, kashira izadi, kama kununua ndao. Washadir rihal na kufunga funga mizigo mizigo, washadir rihal na kufunga funga mizigo, fala yabtulu safari, haitabatilika. Eh, fala yabtulu safari, haitabatilika. Wa in tuala taakhuru kujapo refuka kujapo refuka uko kuchelewa. Umeelewa? Lakini bidhalika kutokana na hayo umepewa udhuru, huna tatizo. Unafanya tawafu ni kifala alafu ndio ukenda ukaingia madukani, hata sisi tumefanya hivyo, ukanunua begi ukanunua vitu gani, watoto wanunua nguo, sijui umenunua vitu tasbihi ni nini, haina neno, unaweza ukafanya hivyo, huo ni udhuru, unaruhusiwa. ni wa mithlu dhalika, na mfano wa hivyo ma sawa laukamati swalatu ljamaa lau ilikimiwa swala ya jamaa laukamat lau ilisimama swalatuljamaa sawa. Yeah. uh-huh, bilnini bilfili baada faraghihi, ndiyo kwa kuitenda baada ya kumaliza kwake. faswala maahum akaswali pamoja nao swala ya jamaa. wanswara fa fauran kisha akaondoka haraka. pia ina neno wa mithlu dhalika, na hivyo ma lau kamat lau ilisimama swalatu ljamaa swala ya jamaa jama, bilfiili kwa kitendwa. Sasa ile pale yaswaliwa baada farahhii baada ya kumaliza kwake tawaful ifad faswalla mahum akaona aswali pamoja na wa watu wa Maka wanswara fakisha akaondoka fawran kwa haraka, haina neno pia. Wa sunna ni sunna, baada rakati baada raka zake mbili ayati almultazamu ende hapo mahala panapoitwa multazam ni sunna wayulsiku bihi, batnahu na aligandamishe tumbo lake na hapo multazam. Wayulsiku bihi na aligandamishe batnahu, tumbo lake na hapo multazam, wasadirahu, na kifua chake wayabsuta yadaihi alayhi, na atandike mikono yake juu ya hapo multazam. Wayabsuta atandike yadaihi mikono yake miwili alayhi, juu ya hapo multazam, wayadha hadahu alayman, aweke kitukuta chake hiki cha kume, wayadha hadahu al aymana naakeeke kitukuta chake cha upande wa kuume au jabahatahu au japalakelausu alaihi juu ya hapo multazam, wa yad'u bima ahabba, hapo multazam uombe unachokipenda. Mtume alifanya hivyo, uombe unachokipenda, unachokipenda unachokitaka chochote katika khairi hapo multazam, eh? Tuelewana, lakini wal afdhal na vilivyo bora an yakuna bilwaridi bilwadi anhu, iwe ni zile dua ambazo alwaridi zimekuja anhu kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Walafdal, lilivyobora hizo dua an yakuna, iwe ni zile dua ambazo bilwadi zilizopokelewa au zilizokuja anhu kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Thumma yashrabu min mai zamzam, kisha yatakunywa mai zamzam. Thumma yaudu ila lhajar, kisha yatarudi kwenye hajar laswad fayastalimahu nalo, ataligusa lile hajari hajaril aswadi, wakabbalahu wayukabbilahu, ndiyo na atalibusu, wayukabbilahu, na atalibusu, wa yasjuda alayhi, na atasujudi hapo kwenye hajari l aswadi, thalathan thalathan, mara tatu tatu. Thuma yansarifu, kisha atakwenda, thuma yanswarifu, kisha atakwenda, tilka awajihi, huelekea wauso wake mustadbir albaiti hala ya kuipa mgongo alkaba, mustadbir albaiti hala ya kuipa mgongo alkaba. Idha kharaja ule wakati anatoka pindi akiwa anatoka minalmasjidi kutoka msikitini la ala dharihi so juu ya mgongo wake. Idha kharaja wakati anatoka minalmasjidi kutoka msikitini la ala dharihi so juu ya mgongo wake. Wayakharuja na atatoka mimbabil wadai kutoka ule mlango wadai Kunachukiwa kisheria an yaqifa asija akasimama ala babil masjid wenye mlango wa msikiti inda khurujihi zamani za kutoka kwake. Inshallah jamani, mtanie radhi, tuchukue hiki kidogo na kesho tena kidogodogo, hivyo tutafika Mwenyezi Mungu. Kwa mwenye kuwa shughuli zimekuwa ni nyingi sana, niuyeradhi